Ndugu zangu waandishi wa habari pamoja na wadau ambao watakuwa wanapata nafasi ya kutazama video hii e, mimi kwa majina naitwa Heavyweight Dula, na nipende kuchukua nafasi hii kuwatakia Watanzania wote heri ya mwaka mpya, mwaka elfu mbili na ishirini na sita. E, na lengo kubwa hasa la, la, la mimi kuweza kutoa au kujitokeza hapa mbele yenu ni kwa sababu ya kuzungumzia kinachoendelea katika dirisha la usajili e, na kuzungumzia mambo kadhaa ambayo yanaendelea e, kwa Simba Sports Club. E, kama mnavyojua tunaelekea kwenye dirisha dogo la usajili, dirisha dogo ambalo linategemewa kufunguliwa hapo mwezi Januari, na tayari kumetokea mapendekezo kadhaa ambayo yanaonekana na, ya ikiwemo baadhi ya wachezaji ambao inasemekana tayari wapo Tanzania na wapo katika klabu ya Simba wanafanya mazoezi na Simba, na pia nataka kusema tu kitu kimoja, kuanzia ya leo nitakuwa nikitoa niki tathmini ya wachezaji wote wa Simba ambao watakuwa wanahusishwa kusajiliwa na ambao watasajiliwa kwa maslahi mapana ya klabu, kwa ajili ya kuweza kuelezea wanaSimba ubora wa wachezaji hao na kama itatokea wachezaji hao, kwa upande wa tathmini yangu nitaona labda hawatoshi kwa namna moja au nyingine, basi e, nitasema na nitatoa maoni yangu kwamba wachezaji hawa hawatoshi na vitu kama hivi. Kwa hiyo, kwa leo nitaanza na mchezaji ambaye taarifa zake nimezipokea mchana wa leo, ambaye anatoka katika kikosi cha Police Kenya uh, Kenyan Police ambaye anaitwa Charles Ouma ambaye ana miaka ishirini na sita huyu ndo mchezaji ambaye kwa leo nitaanza naye kumzungumzia, kwa sababu taarifa tayari zinamuhusisha kusajiliwa na Simba na kwa upande wangu mimi, naamini Simba ni top club, ni timu kubwa sana Tanzania, ni timu kubwa east Africa, ndo timu bora zaidi kwa ukanda huu wa Sekafa. Kwa hiyo hata usajili wake unatakiwa uwe usajili wa kimkakati na usajili bora zaidi kwa mimi navyoamini. Eh, sasa huyu Charles Ouma ni nyota ambaye kiasili ni Mkenya lakini anaiwakilisha timu ya taifa ya Sudani Kusini tangu mwaka elfu mbili na ishirini na nne na sababu ya yeye kujiunga na timu ya taifa ya Sudani Kusini akiwa ni Mkenya ni kwa sababu hapati nafasi kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars. Lakini hiyo sio kitu ambacho mimi kimeniweka kina, kina, kina, kina, kina hapa. Kitu ambacho kimenileta hapa ni mimi kuweza kutoa maoni yangu kama mdau kuhusiana na E, mchezaji huyu na tetesi zake za kuhusishwa na klabu ya Simba ndio kitu ambacho mimi kimeniweka hapa, na ni, ni, niweke wazi kwamba sijaridhishwa na sijapendezwa na taarifa za Charles Ouma kuhusishwa na Simba. Of course, nimekuja na, na baadhi ya tathmini yangu ambayo nimeweza kuipangilia hapa ili kuweza kuifikisha kwa wana Simba waweze kufahamu kwa nini binafsi yangu siamini kama Charles Ouma ni mchezaji ambaye anastahili kuwepo katika kikosi cha Simba. Amecheza ligi kuu ya Kenya muda mrefu kwa sababu amedumu katika kikosi cha Kenyan Police, toka mwaka 2020 na 20, na alikuwepo katika kikosi ambacho, uh, ambacho kimepambana kupanda daraja, na by the way huyu ni captain wa tatu kwenye kikosi nyuma Abud Omar pamoja na David Ochieng. Wakikosekana hawa kati ya Abud Omar na David Ochieng, basi kitambaa kinakuwa cha kwake cha unahodha. Nitatoa sababu of course nimezipangilia ni sababu zangu na sababu nne za msingi ambazo mimi naziamini kwamba ni sababu zinazo zinazofanya huyu Chazouma asiweze kuwa mchezaji anayestahili kucheza top team kama Simba Sports Club. Sababu ya kwanza huyu ni kiasili ni kiungo mkabaji ambaye muda mwingine anatumika kama beki wa kati lakini kuna baadhi ya mechi ametumika kama kiungo uh, wa kati. Manake ana, ana, ana, ana ukiraka ndani yake Unapokuwa kiungo mkabaji au beki wa kati unabidi uwe na uwezo mzuri wa kudefend, uwezo mzuri wa kulinda kitu ambacho huyu eh, Charles Ouma hajakionyesha kwa ufasaha. Maana yake naweza nikasema huyu ni average defender. Yani, ni mtu ambaye ana wastani wa kawaida sana kwenye matendo yake ya kiulinzi, unielewa. Na nimeandaa mifano ya kuweza kuweza kutoa kama Uh, ushahidi wa kile ambacho nitakuwa nakizungumza ikiwemo mchezo dhidi ya Mogadishu City ambao uh, waliweza kupoteza hawa Kenya polisi pale nyumbani kwa mabao mawili sifuri. Unaelewa? Yaani hili bao lilitokana na kwamba huyu uh, Chazi Ouma kwa bahati mbaya aliweza kupoteza mpira aliweza kupokonywa mpira uh, no alishindwa ali kumzu, namaanisha alishindwa kumzuia kiungo wa Mogadishu City akiwa mbele yake kuweza kupiga pasi ambayo ilienda kuzalisha bao. Hiyo ni average defending, lakini mfano mwingine ni dhidi ya Alhilal dhidi ya Al Hilal Omduman ambao waliweza kupoteza kwa bao moja sifuri wakiwa pale nchini kwao Kenya, aliweza kupokonywa mpira na Abdurazig Omar wa Al Hilal. Abdurazig Omar alivyofanikiwa kumpora mpira huyu Chazouma akapiga pasi kwa Adama Kulibali Adama Kulibali akaenda kufunga bao. Hiyo ilikuwa ni first round kwenye ligi ya mabingwa, na hii ya Mogadishu City ilikuwa preliminary round ya ligi ya mabingwa, unaelewa bana, bao ambao lilikuwa na, na kiwango kikubwa cha kuwafelisha. Lakini vile vile, e, katika mchezo huo huo dhidi ya Al Hilal, kuna mchezo ambao walicheza pale Rwanda, Al Hilal wakiwa wenyeji, wakapoteza hawa Kenya Police kwa mabao matatu kwa moja. Alipangwa kama center back alishindwa kabisa kuzuia cross ya Steve Ebwela ambao ilipigwa kutokea upande wa kulia, yeye kama defender wa mwisho alipaswa kucheza vizuri zaidi hiyo cross. Kwa mantiki hii, mifano hii inakupa picha kwamba huyu ni mchezaji ambaye defensively, hafanyi vizuri. Average defending. Uwezo wake wa kudefendi uko very low, kwa hiyo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sifa hii nashindwa kusema kwamba ni mchezaji ambaye kwa sasa hivi ana fit kucheza katika kikosi cha Simba Sports Club. Nielewa vizuri lakini nitatoa mfano wa mwisho ni katika mchezo dhidi ya Gor Mahia ambao e, walicheza msimu huu kwenye ligi wakapoteza kwa mabao mawili sifuri dhidi ya Gor Mahia. Unaona jinsi ambavyo bao la kwanza linatengenezwa, kuna mchezaji anaitwa Austin Odhiambo ambaye ni miongoni mwa wachezaji bora zaidi hata kwenye chani walionyesha. E, wakati ana receive ule mpira Charles Ouma alikuwa anamtizama tu, wakati anajua uhatari wake na yupo ndani ya boksi matokeo yake alivyomtizama akamwachia nafasi ya Austin Odhiambo kuamua na chaka kuamua, na mwisho wa siku Gormahi akaweza kupata bao la kuongoza. Kwa kwahiyo, nipende kusema kwamba nimetoa ushahidi wa kutosha kuelezea point yangu ya kwanza kwamba huyu eh, Charles Ouma sio mchezaji wa kupewa nafasi kwenye kikosi cha Simba. Nimesema hoja, hoja apili, ni nne hoja ya pili ni defensive box presence. Huyu si mchezaji ambaye utegemee kumuona kwenye box akizuia set piece mipira ya kona au cross kutoka eneo la pembeni, hawezi kuzuia mipira hiyo kwa kichwa. Naelewa vizuri uwezo wake ni mdogo sana, na kama unavyojua Simba Sports Club inaenda kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Timu pinzani zinatengeneza nafasi kupitia aina hiyo ya mipira, wana wachezaji ambao wana uwezo wa kupiga free kicks na wachezaji ambao wanaweza kuconvert kutoka kwenye penalty area, kufunga kwa vichwa na vitu kama hivyo, kitu ambacho huyu Chazo Ouma hawezi kabisa kudili na mipira hiyo. Kwa hiyo tunasema defensive box presence yake ni ndogo na nitatoa mifano. Of course mifano nimeiandaa unielewa? Kwa mfano katika mchezo ambao walipoteza kwa mabao matatu dhidi ya Al Hilal kwenye first round ya Champions League, bao la kwanza walifunga Al Hilal kwa mpira wa kona. Lakini bao la pili ambalo napenda pia kulitolea mfano, nimelitolea mfano kwenye defending pia, alishindwa kudhibiti ile cross ya Steve Ebuela ambayo nimeshatoka kuielezea akifanya very weak defending, very weak defending. Kwa hiyo hivyo, lakini haiishii hapo. Naelewa? Eh, kwenye kwenye kwenye kwenye so, swala hilo la defensive box presence. Akiwa ndani ya box, marking yake nayo ni changamoto. Mara nyingi sana marking yake ukitizama, nitaweka na ushahidi kwa wale ambao wana watakuwa wanafuatilia kwenye Instagram account yangu heavyweight_dullah wataona anamwacha mpinzani kwenye nafasi nzuri ya kucheza mpira hata kama anammark, anamweka katika engo ambayo anaweza. Yani, yeye ndo anakaa nyuma, mpira unavyokuja mbele. Maana kama mpira utakuja kwa mbele anaweza kufunga. Sasa yeye anakaa kwa nyuma, kitu ambacho ni makosa makubwa. Umeelewa? Kwa hiyo kwenye engo hii inaweza kusema kwamba e, sioni kama ni mchezaji ambaye ana fit katika kikosi cha Simba kwa sababu ya weakness hiyo. Lakini jambo la tatu, offensive box presence eh, uwezo wake wa kuingia ndani ya box kushambulia mipira ya kona, mipira ya kutenga na vitu kama hivyo ni mdogo. Umeelewa? Charles Ouma ni kiungo mkabaji. Kwa hiyo kikawaida anapaswa kuingia kwenye box pale ambapo timu yake inashambulia kwa set piece au kwenye kona na nini na kujaribu kuangalia uwezekano wa kushambulia mipira hiyo kwa vichwa na kujaribu ku convert kuweza kufunga mabao. Umeelewa? Na ndio maana ukijaribu kufuatilia ni ngumu sana kuja kukutana na eh, na bio lake. Miongoni mwa viungo ambao wana huu uwezo mkubwa wa kufanya offensive, offensive eh, box presence ni pamoja na Rodri, ambaye katika Ballon d'Or, msimu wake ambao ametoa d'Or msimu wa 2023 24 aliweza kuwa aliweza kuwa na goal involvement ya mabao kumi na sita ambao ni above average ya kiungo mkabaji anapopaswa kuwa nayo, na miongoni mwa mipira yake mingi alikuwa ni pamoja na mipira ya set piece, anakutana na second ball, yeye anafunga, ingawa kwa kichwa sio sana, ila ana uwezo wa kufunga kwa, kwa mashuti na vitu kama hivi lakini mwingine ni Declan Rice wa Arsenal. Of course, most of his career amecheza kama defensive midfielder, ingawa pia kuna baadhi ya michezo anatumika kama central midfielder, lakini amekuwa na ufanisi mkubwa sana kwenye kutumia hizi set piece kama kiungo, muda mwingi anakuwa ana shambulia box, kwa hiyo uwezekano wa, wa, wa, wa kiungo kuwa na hii ni mkubwa. Kwa hiyo e, kama kiungo wa, wa, wa, wa ambaye anapaswa kucheza Simba pia anapaswa kuwa na uwezo mkubwa wa kushambulia mipira ya, ya kona. Kuna nafasi ambazo aliwahi kupata, kwa mfano katika mchezo dhidi ya Ulinzi Stars ambao walitoka sare ya bila kufungana, e, alipata nafasi nzuri ya kuconvert kwenye six yard box ile sita kutoka kwenye mpira wa kutenga, akashindwa kutumia mpira ukaenda nje. Kwa hiyo hata kama ata attempt, uwezo wake ni mdogo kwenye kuconvert. Na ishu ya mwisho ambayo mimi naamini inamfanya huyu Charles Ouma kushindwa Kufit kwenye kiungo ambao anahitajika kwenye top team kama Simba ni eh, tunaita poor defensive recovery. Uwezo wake wa kurudi kwenye kulinda, maana yake labda umepoteza mpira, uwezo wake wa kurudi kulinda, spidi yake ni ndogo, kwa hiyo ni mzito kufika kwenye matukio pale ambapo timu inapigwa counter attacks. Umeelewa vizuri? Nitakupa mfano. Mfano ni katika mchezo dhidi ya Gor Mahia, ambapo waliweza kupoteza kama mabao mawili sifuri dakika ya kwanza tu ya mchezo maana bado damu changa. Abud Omar alifanya attempt ya indirect free kick ikaokolewa, wakati inaokolewa <gore> hawa gormahia wakapiga counter attack moja ya hatari sana. Chaz Ouma amechelewa sana kufika kwenye, kwenye kwenye eneo husika kwa ajili ya kuja kuongeza namba ya kiulinzi au kujaribu kuzuia kabisa shambulizi. Kwa hiyo ni eneo ambalo anahitaji kufanyia uh, maboresho lakini alifanya pia makosa ya kushindwa kumzuia goalkeeper wa Gor Mahia ya kuweza kuanzisha counter attack yenyewe. Manake sawa, unaweza usiwe na usiwe na uwezo au usiwe na kasi ya kurudi, lakini at least kwa nafasi yako unaweza ukaepusha goalkeeper kuanzisha mashambulizi ya haraka kwa kujaribu kumzuia haraka haraka, ile haraka haraka yake ya kujaribu kurudisha mipira. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi siamini kama kiungo wa design hii anafaa kucheza Simba, lakini sitaishia hapo. Nafikiri hii itakuwa ni mwanzo wa kukuja na tathmini ya wachezaji wengine ambao wanahusishwa na Simba, akiwemo urejeo wa Clatus Chota Chama pamoja na Bright Anukani kutoka Uganda, ambao nao pia wapo katika majaribio. Ka Anukani upo katika majaribio kwa taarifa ambazo zinasemekana, pamoja na e, urejeo wa Clatus Chota Chama katika kikosi cha Simba. Kwa leo naomba niishie hapo, kwa hiyo kama kutakuwa kuna maswali ndugu waandishi wa habari wa mnaweza mkaniuliza mimi

Of course swala la nafasi si, ni, ni swala la kiufundi la, la mwalimu mwenyewe anaona la nini, lakini kwa upande wangu wa msimamo wangu mimi kama Heavyweight ukiniuliza kuhusu Chama nitakwambia hapana. Kwa sasa hivi nadhani Simba e, ilipaswa au inapaswa kutafuta mchezaji ambaye ataweza kuendana na kasi na malengo ya Simba ya sasa hivi kuanza kumbebesha mchezaji mkongwe kama Chama majukumu ya kuibeba timu ambayo ina inajipambanua kutaka kurise upya, sioni kama ni ni, ni, ni, ni, ni ni idea nzuri sana kwa sababu Chama ameshafanya kwa upande wake kwa kipindi chake kwa, kwa, kwa, kwa nafasi yake ameshafanya makubwa kwenye club, lakini kitendo cha kumrudisha kipindi hiki ambako klabu inahitaji kurise na ku, na ku, na ku, na ku na kutengeneza squad bora ambayo itadumu kwa muda mrefu, sioni kama chama ni ni, ni, ni usajili ambao unahitajika kwa sasa hivi. Umeelewa? wachezaji ambao wa, wa, wa, wa, wa, wa eneo la kiungo cha ushambuliaji ambao wanaweza kucreate nafasi wapo ambao wanaweza kusajiliwa, umeelewa. Kama itashindikana kuta, kutafutwa, basi wadau ambao tuna tunatazama tuna, tuna, tuna michezo mbalimbali mbali, tunafanya tathmini ya vikosi mbalimbali tunaweza tukashirikishwa tuka, tuka, tuka na tukaweza kutoa maoni yetu, sio mbaya kwa ajili ya kuhakikisha klabu inasonga mbele. Hapana, sioni kama ni wakati sahihi, wala sioni kama ni vyema kumrudisha chama kipindi kama hichi. Hapana, sio sio idea nzuri kabisa, sioni. Unaelewa? kwa sasa hivi hapana, kakataa, haijalishi haijalishi, unaelewa, kwa project ya Simba, Simba inahitaji ku inahitaji kutengeneza skwadi ya muda mrefu ambayo itaweza kugombania makombe na kucompete at a higher level kwa muda wa miaka mitano sita mpaka kuendelea. Kitendo cha kumsajili Chama ina, unataka kuniambia kwamba Simba toka elfu mbili kumi na tisa hawajaona mchezaji mzuri kwenye eneo la kiungo mshambuliaji kuzidi Chama au ambaye yuko close na uwezo wa Chama hawajaona kama hawajaona manake, inahitajika waanze wa, sasa ku kushirikisha ku, ku wadau ambao wana uwezo wa kushauri kuhusiana na wachezaji na mambo mengine ya kiufundi, kama wao wataona wameshindwa wa kiasi cha kurejesha wachezaji kama Chama kwenye kikosi, naelewa vizuri. kwa hiyo E, mimi nazungumza na hapa kama kama kama mchambuzi lakini kama mdau wa soka na mdau wa Simba Sports Club kwamba kwa, kwa sasa hivi sioni wala sitegemei kuona Simba ina, inarejesha majeshi kwa mchezaji kama Chama, kama wapo kwenye nafasi kama wapo kwenye kwenye kwenye huo kwenye, kwenye kwenye mpango, mimi siafiki. Yaani hiyo haina, haina compromise yaani mimi siafiki. Sio mimi kwa mimi, sina nguvu by the way, sina, sina nafasi yoyote, mimi ni mdau, lakini ni kwa sababu nina uwezo wa kutoa maoni yangu, of course nitatoa maoni yangu. Hauwezi ukataka ku compete na Yanga na Azam FC, unaenda ku compete kwenye Champions League, unaelewa vizuri, unacheza na Petro de Luanda, unacheza na Esperance de Tunis alafu unategemea kutumia wachezaji ambao ni dead project Haiwezekani, simenelewa haiwezekani. Unatakuwa utafute fresh project, ujaribu kutafuta wachezaji ambao wana uwezo wa kuendana na kasi ya michuano husika, wana uwezo wa kufanya timu ikawa strong kwa muda wa miaka mitano sita kuendelea, lakini unaanza kurudisha wachezaji ambao tayari walishafanya mazuri huko. Ina maana toka umempata yule mchezaji hujawahi kuona mchezaji mwingine, basi ina maana, ina maana sasa kumbe unadhihirisha kwamba yule ulimpata kibahati mbaya au ulimpata kwa kubahatisha, wahi umpate halafu ushindwe kumpata. Naelewa bana. Kwa hiyo upande wa chama, mimi nafikiri nimejibu kwamba kwa upande wangu mimi sioni kama ni ni wakati muwafaka wa kuanza kurudisha wachezaji kama hao. Sio yeye tu, wachezaji wa design hii ambao e, wanapangwa wana wa kuwarudisha, mimi siafikiani nao kabisa, lakini kiwango chake kule Singida inaonekana kama amekuwa kuna baadhi ya mechi amekuwa akibeba Singida. Sasa wana, wana, wanahisi pengine akija pale Simba. Kuibeba Singida kumaliza nafasi ya ngapi? Ya 4. Yeah. Kumaliza nafasi ya 4. Kupata matokeo baadhi ya 4. Kwa sababu Simba imefanya vizuri kuliko Singida by the way. Yaani Simba hata iwe worse mm, ina uwezo wa kufanya vizuri kuliko Singida. Asubuhi tu. Umeelewa vizuri? Mm. Yeah, kwa hiyo kwa hiyo Simba ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni standard kubwa zaidi kwa sasa hivi. Lakini swali langu la mwisho hapo, linapokuja kwa tetesi kama hizi, viongozi wa Simba ni tuseme wameshindwa kufanya scouting au ni ufinyo wa wachezaji wenye kariba ya Chama mpaka wanaenda kunaibuka hizi tetesi za kwamba Chama huenda karejea pale katika kikosi cha Simba. Swali lako naomba Ume, umeuliza kwamba ni viongozi wa, ni either wameshindwa kufanya scouting au wameshindwa kupata mchezaji karibu ya chama. Hili swali naomba niliweke pending, e, nitalijibu baada ya kuona kama chama atasajiliwa. Nitalijibu swali lako kama chama hatosajiliwa, manake itakuwa tu ni tetesi za hapa na pale. Kwa ajili ya unajua dirisha likishakuwa nini lipo, kuna wachezaji huwa wanahusishwa kurejea. Kwa mfano Okwi amehusishwa kurejea mara nyingi sana kabla ya kuhusishwa kwake kufa kabisa. Louis Mixon anahusishwa kurejea, Clatus Chota, chama kurejea chama anahusishwa. Sio, naelewa vizuri. Kwa hiyo pengine sio, siwezi nikasema wameshindwa au nini, kwa sababu pengine sio plan yao, ukasema wameshindwa wakati sio plan yao, mnaelewa vizuri, hmm. lakini wakisajiliwa au wakisajiliwa chama then nitakujibu swali lako kulingana na nitakavyoona mimi hali ilivyo menena lakini sioni kama kama ni ni wakati muafaka.